Nafasi ya asubuhi ya leo kwa ajili ya kazi yake. Tunajua ya kwamba leo re na tutakuwa wepesi sana sana, kwa sababu tuna somo letu la sante ya mwaka na section pia kuna mafundisho kwa wanafunzi leo. Ndio hapa kabisa hivi, tutakuwa wepesi sana, utalifuata kwa makini tumekuwa na usomi katika Zaburi sa 34, eh, 34 pitu. inasema na verse ya kwanza, nitabariki Bwana wakati wote, sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima. Tunaingia katika hatua ya kwanza, ni asante ya mwaka. Sisi tunaiita asante ya mwaka mu lugha yetu ya kibinadamu, lakini Mungu anapotafuta asante ya Mkristo anataka aione katika ulimwengu wa kiroho, aione inalamuka kiroho. Alafu jana nilimwambia kwamba kanisa, waongozi tuangalie sana mahali tunapopeleka Wakristo, kwa sababu asante ya mwaka, mara mawazo yetu akili yetu inaona vitu vya kimwili, lakini haione zaidi macho ulimwengu wa kiroho, alafu inakuwa hatari. Na, wakati macho yetu inaangalia vitu vya kimwili <clears throat> tunawaza kubariki Bwana ni kukuya na birahi, ni kukuya na dolari, kukuya na nini. Niliwambia Mungu haiko masikini wa kutia itimilie na asa dolari. Lengo la kanisa ni kupeleka roho ya mtu ile tulisema jana, ili ile roho umwagudu Mungu wakati Biblia nasema nafsi yangu kubariki Mungu haiku kuleta biraili uh -uh. ni roho ya mtu kushuka kumwabudu Mungu kwa wema wake tangia wake. ya uokovi wake nikawambia ya kwamba roho ndiyo inatoa sadaka mtu hatowake sadaka ni roho ndio inatoa omutima wakahikayako hasa ile roho isipotunzwa kwa kutaka kutaka mti uzae matunda inaomba utunze chini, uelekeze na kuuangazia. Kama mtu hasikie, tunaingia katika hatari kanisani ya intimidasio. Kama mtu halete asante mwaka, angalia fanya hizi intimidasio kubwa ndani ya makanisa. Watu wanaleta kwa woga, watu wanaleta hawaelewi wanafanya nini lakini jana nikakaka roho ya mtu ikaguswa ikaangaziwa, roho ayo yenyewe inaona Mungu inaona makuu ambayo Mungu alifanyia, inaona tangia uokovu makuu ambayo Mungu alifanya, zaidi ya mambo yaliyopitika katika mwaka. Maisha yako imeshapita katika mambo mengi na hatari za kushindia hata tahii zitayari za nj ac niko inaangalia e, mwaka, tulianza mwaka kufika, ilikuwa niliwaambia, mliona na zilitandikwa maiti, zilitandikwa kwa barabara, watu wanakufa kushindia, wenyewe wanakufa. Leo kulikuwa nini? Shukurani ilikuwa namna gani? Maisha yako imeshapita katika hatari ngapi zenye haiko hatari za vita. Sasa roho yako isogelee Mungu iangalie Mungu Baba kwanza, ukaniokoa. Saa Biblia inasema nafsi yangu ubariki Bwana. Nafsi haibariki Bwana bure kama haikuguswa. Ni roho ambayo iliguswa ikasamehewa maovu na mabaya, ndiyo inabariki Bwana na sasa inabariki Bwana. Sadaka inatoka mwa ile roho ikatunzwa vizuri. Asante ya mwaka haina problem. itangazo ni tangazo hapa, mia hauwezi tena kuniintimidia sasa. Asante ya mwaka tutafanya nini? Ulete hivi hata uesplikia hapa, ma intimidation haiwezi nigusa mimi. Nitafanya kinye roho yangu itaniambia kulingana gisi nimeona ukuu wa Mungu ndani ya maisha yangu nitaelekeza watoto wangu kwa yale ninayoyajua katika maisha yangu, na ile inatosha watoto wakaelewa. Kila mtoto atakamata iliwaambia mimi nilikalisha jamani, nawaambia asante ya mwaka inafika depi, mwezi wa kwanza hadi mwezi wa kumi na mbili umepita, vita ndiyo, na mavita zingine zilishakapita, lakini mwangalie depi kule zamani, Mungu katuokoa akatuleta kukua jinsi tuko ni sababu ya ule Mungu aliyetusamehe. Sasa watoto, tumepita mwahii, tumepita mwahii, tumepita mai, tumepita mwahii, tumepita mwahii, tumepita tu tu na hapa sasa, munafikiri ule Mungu tumfanyie nini? Watoto wanasikia, unashuhudia yale makuu ambayo Mungu alifanyia, watoto wanasikiliza wakasema mbo asante ya mwaka, si kama jamaa paster tutatoa ie. Nkasema ji na kubali, tutafanya ile katika maumbi ya jana magharibi. Na nawambia hata kama tutafanya ile ile ni ya jamaa, lakini sasa, kila mtoto aende kaa, awaze juu ya Mungu wake, anasema Mungu depwili meokoka Umenitosha wapi? Unanifikisha wapi? Na niko wapi na wewe? Hata ni mili frati ya muanvelope ya mkono yako ifike mbele ya Mungu. Yeye mtoto akaelewa ya kwamba haiko maio maneno ya Mungu, ni ya mtu binafsi kuelekeza tu roho za watu karibu na Mungu. Ile nilisema inatosha, wakakaribia Mungu. Mambo ya sadaka ni kitu kidogo lakini mbalimbali ya hivyo tunaweza toa sadaka za maintimidasion na hazina matokeo mbele ya uso ya Mungu anye tumba atakuta sisa. Sasa shukurani yawa ni ya awa, wapi anaona vitu vyenyewe unashukuria na paraporo na vinyaa vishaa kukufanyia na kwenye na kutosha na kukufikisha, anakuta akili yako imekuwa chache au haukuelekezwa. Ndiyo sababu ya mafunzo hasa Zaburi ilisema ya makumi tatu na ile inasema: nitabariki Bwana wakati wote. Hailimite wakati ni wakati wote, nitabariki Bwana sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima ile, ile haiko maneno ya mwaka moja. Ile haiko maneno ya mwaka, inaomba mtu binafsi ambaye alimjua Mungu maisha yake yote daima anaenda kumtukuza Mungu. Unaangalia kwenye Mungu alipotoshaka, alafu unamshukuru, nasema lakini baba tena naimu wako umetufukisha, ulishaka nditosha kule, na pia kushukuru mbele yako. Kuko mambo mengine ambayo tunaweza yaona ambayo Mungu alifanya katika huu mwaka, hiyo si ikatae. Ninajua kenye Mungu alifanya, ninajua na nana maajabu alifanya ungekuwa kwetu Ngangi ungeshangaa ajabu yenyewe ilifanyika. Mashasi iko inapita, inabeba aka ka ngozi kumutu, wengine bote wanakufa, inabeba kaana Mungu na macho. Msemanamwambia kile ni kidogo, nawaza onyesha sababu nimeelewa. Ah, kukua katika mikono ya Mungu ni kitu kikubwa zaidi

Wakamuangalia, wewe wakamwangalia, wezongea, wakapiga wengine, na kulikuwa baadhi Waislamu walimkunguta sa sazi mulomba kaponyoka, wakamuzongesha enin, akajiuliza huyu Mungu, kwa sababu Biblia nasema baada ya kumshukuru Mungu, Mungu tuko na vitu mingi ya kumshukuria. Alafu kitu kilinishangaza shangazo uli mtoto alifika pale akaniambia na niko nahubiri, pana nasema Ah! nilikuwa sijue Mungu sasa nimeshaelewa gisi Mungu ana kumbe muokofu jouko mingine. Nikasema huyu, wakimwambia kisukuru yeye, hataona tuile fimo, ataona muujiza ya Mungu. a walikuwa wakishapiga watu wote mafimbo mafimbo, mwingi muingi mpizo

anasema nimeelewa ya kwamba baraka zote tunazo ziko na siri, ziko na chanzo, ni wokovu. <laughs> Mutu akikuwa na Mungu inatosha ule. Sasa Mungu roho wake njo anaangazia akili yetu na mawazo yetu na kutenda kwetu na sadaka tunayoitoa Alafu unakuta mtu anasema, ni kumutangazia tunakuya kushukuru Mungu ametuvukisha mwaka e, na hii mwaka kwa neema ya Mungu tumevuka nindaenda mbele ya Mungu kumshukuru. Shukurani ya ule mtu ikiangaziwa, roho yake ikaangaziwa, inamwenda mwanzia kule, inamwonyesha mema yote kukuwa na Mungu na baraka zote. Ilipofika kesho yake asubuhi, bale ba, ba, ba, basoda wakak toka

kama nakinjika Biblia, karibu pasteur, tunikosa namba yako kukuita ukiebeba moto yako uende, kamata moto yako uende. Akawakisha moto yake. Yeah, yeah. Biblia inasema wakati unatembea na Mungu. Sasa ule unawazasa, tunatangaza mkabisa, tunasema asante ya mwaka. Unawaza ule ule e, hanako hata matanga ni tangazo ule Mungu mwenye anikuokoaka ule Mungu mwenye nakufanyia miujiza sasa tunakuja kumshukuru. hey, ule talamuka nasema kwanza, ukaniokoa ulinisaidia, na katika ile ulinzi wako nimeona na makuu katika safari. ah, ah, ah. ule kutosha dolari yake mumfuko hata ikakuwa senti dolari inakuweko na harufu nzuri mbele ya, na ile ndiyo Mungu anataka Alafu Zaburi yetu inasema, nafsi yangu mbariki Bwana, anasema nafsi yangu ujisifu katika Bwana, manake ujivunie Mungu. Yafaile nafsi ya, ya, ya mtu atakayeleta asante ya mwaka, iwe nafsi ambayo inajivunia Mungu. Kukuwa na Mungu inamsukuma verse ta, ya tatu lisema, musifu Bwana pamoja nami. Anapofanya lile tendo, linakuwa somo kwa wengine, linavutia na wengine li kukusha, donc natupeleka sisi tuwe vielelezo. Ndio sababu tangia jana niko nawaambia no, malaika wai kanisa njoo kielelezo wazee wa kanisa vielelezo, washemasi vielelezo, presidenti vielelezo, antuka kielelezo el so, akapita mbele, ni somo ambayo inafundisha walio nyuma, ili nao wapite katika. Nakumbuka siuikakie fin de lana, tukafundisha wanafunzi vanafunziai afutuko, tunawafundisha maneno ya Mungu, tulisomaka misomo 34 inakumbukaka Mutu wa kwanza mwenye anataka okoka alikuwa profesori wa fiziki chowa makali. Banafunzi wanaogopa profesori wa fiziki mwenye anajisikia asogelee Mungu katika roho na kweli. Profesori wa fiziki mu banafunzi bake akatoka bukiti, akakuya mumazababu, akapiga magoti. Sasa mimi niko wapi? Nyuma yake wanafunzi wenye walikuyaka nyuma yake akishakuwa kwa masabauiliaaaa, basi anashuka manake, basi fiziki yake namwangika chini na kupiga magoti mbele Mie kanafunzi niko nani? wanafunzi wakafa pale. Biblia inatuambia tuwe vielelezo, alafu na wengine tuwaidi kukuya kumwabudu yule Mungu kwa matendo yetu makubwa, muda wetu, na tunaitwa kuwaambia wengine jinsi tulivyofunguliwa na kuokolewa, alafu na wale watu watasogelea Mungu. Ule Mungu ambaye tunataka letea shukurani ni nani? Ule Mungu ambaye tunaletea shukurani ya asante ya mwaka, ninasema kusema tu asante ya mwaka, iko lugha yetu ile, iko lugha yetu lakini. Mungu anapoongoza shukurani, kwa Mkristo anaongoza shukrani hii, natoka kwa moyo, nasema na ile moyo ikaguswa, inafanya kitu kenye kiko nyuru ya akili yetu. Iliwambia kaka Fondasio, kenye kiko hapa hakaombe kitu. Mungu akagusa roho ya mtu, anaweza simamisha hapa basi, mnawaza hata kunashingia malikari nyingi nashima navenye viko wanasengeli maika haiko Kristo si ni Kristo ule, roho ya Mungu ikamgusa, anaweza shukuru Mungu bila tataaza. Nasema mimi nitafanya ile kwa utukufu wa jina la a anafanya ni. Alafu ile roho inaomba iangaziwe, isogeshwe karibu na Mungu. Baada ya hiyo, inaomba tue vielelezo sefeke, tunapitia mateso mengi

Roho ambayo haijani Mungu iko sa mtu wa wazimu. Mtu wa wazimu hana akili, anasahau na vyashana. Lakini kini kinaweza saidia kanisa lisiki kumshukuru Mungu ni wakati takuona wewe ambaye unamuogopa Mungu na kumwheshimu, una Mungu, unasogelea Mungu, unamshukuru kwa mambo yaliyotendeka katika hii mwaka. Ule kiziwi asiyeona atafunguliwa macho. Kumbi na hivi ni vya kushukuria sefre, na Mungu alifanya hivi. Mwimbaji mmoja asema katika mateso ya wengi Mungu anazungumza na roho, alafu hiyo hiyo itafumua roho zetu kuenda mbele za Mungu na kuenda kumshukuru Mungu na kulenda asante zetu za Mungu. Kwa ufupi, nilitaka kuambia wale watu ambao wanaleta ile asante yao ya mwaka inayolamuka kwa mioyo yao na mioyo ambayo lisafishwa, ili asante ya mwaka. Ina macho marefu kuliko mawazo yetu, kwa sababu yeye cia anasikia kwenye Mungu alikutosha, na anajua nini Mungu amemfanyia. Lakosolasio imetuambia kwa Bwana, umetupatia metu, umetubariki ametupa, na nyumba ametupa na afya, sio unatembea, hukuna wazi, ile ni kawaida koo, hauwezi ona ile lakini inaomba ufunguliwe macho ya roho kusudi uone udamani wa ile uzima ambayo uko nayo. Nilifata kwenye mtandao, baba mmoja mzee alianguka kifudifudi, akazinyika chini, wakamnyangula, wakampeleka kwa hopitali, wakisha mahopitali South Africa pale, wakamtia kombomboni, alafu apres saa karibu tatu nne tano, akalamuka, wakamwambia, mzee, umesha kuwa mzuri, upite fasi ya fakturi banenda andika fakturi utalipa 1200 dola. Mzee akaanza lia mbele ya dokter, akaanza lia mbele ya dokter. Nataka kuambia niseme asante ya mwaka. Kama roho haioni ili ilii tutaleta haikwai si mzee analia analia analia

ikukua limite kwa ili enyewe, ilipitika macho yake ikaona fungu kule, Mungu akamufunda. Unaona ipumzi yenye unapumua saa hii, unaona bei yake? Sasa mimi ambayo nilikuokoa nalinda uzima wako tena na uokoa na mauti ya milele, unawaza mimi ungelilipa kati? macho yake ikafunguka akaona mbali na ilipolia macho ya watu ikaona fakiri, lakini macho yake ilivuka yule ya fakiri ikaenda ona Mungu na maajabu yake. Kama macho yako haioni kule, asante ya mwaka huu talenta hapa iko yasinifia. Kama unataka ile sadaka inuke iwe na harufu nzuri, inaomba ukae ufanye hesabu Izongee karibu na Mungu alafu, roho yako itaona na itafika mbele ya Mungu na kushukuru katika roho na kweli. Tuombe. Baba, unatufahamu sana, ulitutosha mbali mbali sana katika shimo ya kufa roho zetu zilikuwa katika hali ya kifo, ukatusikilia huruma mbinguni, ukashuka ukatuokoa, ukalipa bei, ukatoa sadaka ya ajabu kunifanya disi niko mfanya Baba mwingiziiko kwa neema utusogeshe, usogeshe roho zetu karibu na wewe na uziangazie na nuru yake Tunatangaza asante ya mwaka, lakini Baba, wewe uitangaze katika roho za watakatifu kwako, ndivyo itakuwa na harufu nzuri mbele ya macho yako. Roho wako Mtakatifu, mwalimu mkuu awezaye kufungua siri ya maneno haya, ayakamilishe katika miemee. Utubariki, tunaomba katika jina la Yesu, amina.